Naam, barabara kabisa, u hali gani mwana familia wa Mapro TV na mwana michezo k sana, katika segment hii ya kipekee, segment ambayo tunaangazia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri na m, lakini pia kwa zile zote ambazo haukupata nafasi ya kuzipata sehemu nyingine, tumekuwa tukikuwekea hapa kila siku. Nikuombe kwa yeye ambaye bado haujiungana nasi Hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele, utakuwa untoempokea taarifa mbalimbali pindi tunapoupload na kuwekwa hapa kila siku, kama nilivyokueleza kwamba ni wakati wa kimichezo, ni segmenti ya kimichezo. Na sasa uh, tunaangazia taarifa uh, bora taarifa mpya kabisa ambayo inamhusisha moja kati ya wachezaji hatari zaidi kwa sasa uh, kwa bara la Afrika, na huyu si mwingine ni Fiston Kalala Mayele ambaye kwa sasa anakipiga pale katika klabu ya Pyramids ya nchini Misri, ambapo Fiston Mayele uh, huu umekuwa ni mwaka wake bora na ni mwaka wake mwingine katika historia ama kariera yake ya soka, ambapo amepata achievement kubwa sana kwa maana ameachieve malengo ambayo yalikuwa nayo kwa muda mrefu sana. Fiston Kalala Mayele ameweza kufikia malengo yake ndani ya msimu mmoja, lakini amepiga ndege wawili kwa jiwe moja, kwa maana kwamba Fiston Mayele ameweza kutimiza ndoto yake ya kufikia kiwango ama kuweza kunyakua kombe la uh, klabu bingwa barani Afrika kwa maana ya CAF Champions League. Na kama unakumbuka Pyramid FC kwa msimu huu ndio mabingwa wa kombe hilo kubwa zaidi barani Afrika kwa maana ya kombe la klabu bingwa lakini pia uh, msimu huu huu na katika mashindano hayo hayo Fiston Kalala Mayele ameweza kuibuka mfungaji bora wa mashindano hayo kwa hiyo ni hatua uh, kubwa mbili ambazo amezipiga ndani ya msimu mmoja, ni moja ya taarifa muhimu sana. Sasa, baada ya kushinda na kufikia malengo hayo, Fiston Kalala Mayele ameweza kutumia ukurasa wake wa Instagram kuweza kutuma surprise kwa Young Africans. Kumbuka kwamba klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans ndio klabu ambayo iliweza kumpa jina na heshima kubwa zaidi na kumfanya atambulike na hadi anaenda Pyramids. Uh, ni mchango mkubwa wa klabu hiyo kuweza kumtangaza na kuonesha kipaji chake. Lakini pia uh, baada ya klabu hiyo kufika katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ndipo Fiston Kilala Mayele aliweza kutengeneza jina zaidi, na mwisho wa siku tukamwona timu ya kule Pyramids, ambazo ambapo, kwa msimu huo sasa tunamwona rasmi ameweza kuachieve uh, malengo mawili makubwa katika kari yake ya soka. Sasa Fiston Mayele ameweza kufanya surprise kubwa kwa klabu ya soka hii Yanga. Kwanza aliweza kutuma picha uh, kadhaa ambazo zinaonyesha moments mbalimbali mbali ambazo walikuwa nazo kipindi cha nyuma, kwa maana kuna picha ambazo zinaonyesha namna walivyokuwa wamechukua ile Uh, makombe matatu kwa pamoja lakini pia mapokezi ya Young Africans baada ya kufika hatua ya fainali na kushindwa kuchukua kombe licha ya kupata ushindi wa goli moja kwa sifuri kule nchini Algeria na baadaye wakarejea hapa na kupokelewa kwa shangwe kubwa sana sasa baada ya kuposti picha hizo aliweza kuandika katika caption na kusema kwamba um, kwanza niweze kuwashukuru uongozi mzima wa Young Africans ambao unaongozwa na Rais wa klabu hiyo, Engineer Hersi Saidi. Kwa msaada mkubwa na sapoti kubwa ambayo walinipa kipindi nipo uh, ndani ya klabu ya Yanga, lakini baada ya kuondoka uh, rais Injinia Hersi Said alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakinipa nguvu zaidi na kunifanya nisikate tamaa licha ya changamoto mbali mbali mbali ambazo nilikutana nazo kipindi najiunga na klabu yangu mpya. Lakini pia uh, amesema anakumbuka sana uh, heshima na uh, heshima kubwa ambayo alipewa na mashabiki wa soka wa Tanzania hususan klabu ya soka ya Yanga, kwa maana alikuwa ni mtu ambaye ameheshimishwa sana, na hiyo inamfanya uh, shindo kusahau kile ambacho uh, wananchi waliweza kumfanyia Fiston Mayele. Kwa hiyo anasema katika moment ambazo hawezi kuzisahau ni uwepo wake ndani ya klabu ya Yanga, ambapo aliona amepewa heshima sana. Kwa hiyo akasema hiki nilichokivuna ni pia kina wagusa Young Africans.